maarufu watu hupenda kuita lam yakuni alladhina kafaru lam yakuni sura hiyo, lakini jina lake linaitwa Suratul Bayyina. Pale kuna aya katika aya ya saba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna alladhina amanu wa amilu ssalihati ulaika hum khairul bariyah. Katika maisha ya mwanadamu, siku zote anatamani aonekane kuwa yeye ni mwema lakini wema hauwezi kupatikana kwa maneno, bali kufuata. Aya hii inasema inna ladhina amanu, hakika ya wale ambao wameamini, lakini waamilu salihati, wakatenda mazuri. Kwa hiyo yoyote anayetaka kuwa mwema anatakiwa aamini kwanza, alafu vile vile atende matendo yaliyokuwa mazuri. Sifa hii hatosifiwa na wanadamu tu, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Taala anasifu kwa kusema ulaika hum khairul bariya, hao wenye tabia ya kuamini na wakatenda mazuri, hao ndio viumbe waliokuwa bora kabisa. Kwa hiyo yoyote anayetaka ubora ahakikishe anakwenda vitendo vyake vinaendana na imani yake. Wewe Mwislamu, basi hakikisha kama umeamini uislamu sawasawa, unataka kuwa ki, ki, kiumbe bora mbele ya Mwenyezi Mungu, hakikisha unatenda mazuri kwa mujibu wa imani. Kwa hiyo tukiishi hivyo tutafikia malengo na tutapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.